Oya, nimekutafuta ah, mwanangu. Oya, nimekutafuta sana mwanangu, kuna, kuna, kuna mpopo mmoja anataka vipuli masega masega ile masege, michongo yako akipinduki anaumeacha shughuli zangu hizo sasa. Um, mpopo yupo hata sasa hivi tunachukua hela

atuchukue muda mdademu wenyewe yule sidaka sifuri tu kama, kama kumi na mbili hivi tumemaliza saa kumi oh eh. saa 12 au mpaka saa moja eh. uko unasema jamaa ni mpopo anataka eh. masega anataka unaulizia power window vipuli eh. vya vi Lexus eh. gani mpaka jioni unaenda kupata huko na nani kwenye gari gani bana. Mimi sio boy, apige chini piga chini siendi tena na na wewe. Alafu sikiliza, usikiliza wewe. mwanao mwambie kabisa hiyo michongo tunaijua, alafu haifanywi hivyo. Shamba kweli wewe mtoto.